Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na jinsi ambavyo hali ilivyo baada ya udhalilishaji ambao umefanywa na mwanachuo ambaye amefanyiwa udhalilishaji huo na mchepuko wa Mujaku baada ya kufahamu, baada ya kufahamika kwamba e, huyo mchepuko wa Mujaku baada ya kufahamu kwamba huyu msichana mwingine ana date na Mujaku pia, yani anamzunguka. E, tunafahamu kabisa kwamba Mujaku ni mbaba wa familia na ana mke na mtoto lakini, e, Bwana amekuja kugundua kwamba kuna mwanafunzi mwingine wa ardhi ambaye ni rafiki yake na yeye pia ana date na Mwijaku na ndio hivyo udhalilishaji huo ukatokea. Video zimevujishwa na Mangi Kimambi. Mheshimiwa Gwajima tayari ameshaanza kulifanyia kazi na ametoa hizo taarifa rasmi kupitia kurasa yake wa Instagram. Lakini pia kuna baadhi ya watu hapa wamekuja kutoa lawama, lakini Mheshimiwa Gwajima bwana amekuja kuwajibu on the spot. Kama unavyofahamu kwamba Mheshimiwa Gwajima yuko very active na kila ambacho kinaendelea katika jamii So, hapa kuna mtu alikuja kulalamika kwa eh, kupitia comments ameandika kuhusiana na ya malalamiko yake, ni kwamba alikuwa anatarajia kwamba mheshimiwa rais kwanza kabisa angewasiliana ange, na mkuu wa chuo awafukuze wa mabinti chuo, lakini pia polisi wa wakamate wawatie ndani, umeona, ili hatua nyingine za sheria zichukuliwe zi, umeona bwana. So huyu ndo alikuwa anatarajia kwamba mheshimiwa Gwajima angefanya hivyo, lakini mheshimiwa Gwajima amekuja kujibu hapa kuhusiana na hiyo issue, jinsi ambavyo yuko nayo papendikulali, yani anavyodeal nayo. E, papendikulali. Amejibu hapa mheshimiwa Gwajima, kwamba umesoma press yangu, unadhani baada ya replay ya awali hapo nimeenda kufanya nini? Unavyofikiri, unajua sijalala tangu hapo, na ba, unajua si, sijalala tangu hapo, nawasiliana na jeshi la polisi na wanaenda kuandika maelezo muda huu. Mheshimiwa Gwajima akaendelea kusema kwamba usijaji Usijaji kitabu kwa karatasi ya juu, tafadhali. Sina hakika kama utafaulu mtihani kwa kufanya hivyo. Pasaka njema kwako. Hicho ndicho alichokizungumza mheshimiwa Gwajima, na hapa kuna baadhi ya peji eh, zimeripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba Gwajima amjibu aliyetaka wanafunzi wafukuzwe chuo. Umeona, so mheshimiwa Gwajima amejibu hivyo. Kwa hiyo, ni kwamba kitu ambacho tume note hapa ni kwamba mheshimiwa Gwajima tokea azipate hizi taarifa ambapo ni nadhani hizi taarifa zilisambaa tokea saa tisa alfajiri leo, na ni kwamba mheshimiwa Gwajima bwana hajalala, ilibidi aanze kulifanyia kazi amewasiliana na askari, amewasiliana, amewasiliana na muhanga, bidada yule ambaye amenyanyaswa, lakini pia vile vile amewasiliana na viongozi wa chuo. Umeona bwana, kwa hiyo hatua zinachukuliwa, na kwa bahati nzuri ni kwamba mheshimiwa Gwajima kila kitu ambacho kinachoendelea uga, anaonyesha watu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo, obviously tutaona nini ambacho kinaendelea, na tutakuletea habari zaidi. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.